Ningetamani kuiona wizara hii kama alivyosema Prof, watu wanaona kama ni wizara ya kawaida hii wizara, na kuhakikishia ndani ya mwaka mmoja kama Mungu atatupa uhai na kubaki hapa, kila mtu alioko kwenye wizara nyingine ikiwemo wizara ya fedha watatamani kuhamia wizara ya habari, michezo na tamadini. <coughs> Tunakwenda kubadilisha mpaka namna ya kuvaa. Ukiwa unafanya kazi kwenye wizara hii unavaa vibaya, nje ya geti <coughs> kwa sababu watu wote wenye hela wako wizara nini, e, matajiri wote wako kwenye hii wizara. Maselebriti wote nchi duniani wako wapi? Watu wanaotumia magari eh, kama ni Bugatti, Porsche Cayenne, G-Wagon hizo wako wapi? Watu wanavaa saa za maana wako huko. Sasa wewe unaowakilisha kwenye nchi, ukitembea kinyonge nyonge, maanake mlango huu utakuwa mgumu kidogo kuingia. Kwa hiyo naomba kuanzia kwenye mwonekano lazima tuhakikishe tunaiwakilisha wizara yetu kikamilifu. Natamani watumishi wote mlioko hapa na ambao hawako hapa watembee kifua wa mbele ya kwamba wizara yao ni namba moja kwa kila kitu. Sisi ndio wale watu ambao mtu wa madini akishapata hela anakuja huku. Mtu wa madini akipata hela, mtu wa maliasili akipata wateja kule anakuja wapi? Yaani matumizi yote yako wapi? Yako huku. Hata wale ambao walikuwa hawana hela, wanawatamani watu wa huku, wakipata hela wanaanza kuwawinda. Wakiwa hawana hela hawezi kuwatafuta.